Waraka wa Paulo kwa kanisa la Waefeso mlango wa sita. Enyi watoto, watiini wazazi wenu katika Bwana, maana hii ndiyo haki. Waheshimu baba yako na mama yako, amri hii ndiyo amri ya kwanza yenye ahadi, upate heri ukae siku nyingi katika dunia. Nanyi akina baba, msiwachokoze watoto wenu, bali waleeni katika adabu na maonyo ya Bwana. Enyi watumwa, watini wao walio bwana zenu kwa jinsi ya mwili, kwa hofu na kutetemeka, kwa unyofu wa moyo, kana kwamba ni kumtii Kristo; wala si kwa utumwa wa macho tu, kama wajipendekazao kwa wanadamu, bali kama watumwa wa Kristo, mkitenda yampendezayo Mungu kwa moyo, kwa nia njema kama kumtumikia Bwana, wala si mwanadamu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 Basi simameni hali mmejifunga kweli viunoni na kuvaa dirii ya haki kifuani. Na kufungiwa miguu utayari tupatao kwa injili ya amani. Zaidi ya yote mkiitwa ngao ya imani ambayo kwa hiyo mtaweza kuizima mishale yote yenye moto ya yule mwovu. Tena ipokeeni chapeo ya wokovu na upanga wa Roho ambao ni neno la Mungu. Kwa sala zote na maombi, mkisali kila wakati katika Roho, mkikesha kwa jambo hilo na kudumu katika kuwaombea watakatifu wote; pia na kwa ajili yangu mimi, nipewe usemi kwa kufumbua kinywa changu, ili nihubiri kwa ujasiri ile siri ya injili, ambayo kwa ajili yake mimi ni mjumbe katika minyororo; hata nipate ujasiri katika huyo kunena, jinsi inipasavyo kunena. Basi ninyi nanyi mpate kuzijua habari zangu ni hali gani. Tikiko ndugu mpendwa, mhudumu mwaminifu katika Bwana, atawajulisheni mambo yote, ambaye nampeleka kwenu kwa kusudi lilo hilo, mpate kuzijua habari zetu, naye awafariji mioyo yenu. Amani na iwe kwa ndugu, na pendo pamoja na imani zitokazo kwa Mungu Baba na kwa Bwana Yesu Kristo. Neema na iwe pamoja na wote wampendao Bwana wetu Yesu Kristo katika hali ya kutokuharibika.